Ndege ya wakala wa ndege za serikali aina ya Fokker 50 yenye namba ya usajili 5HTGF siku ya jana Mei 12 mwaka 2025 iliwasili katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro majira ya saa mbili asubuhi ikiwa imebeba mwili wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu Cleopa David Msuya. Hayati Msuya alifariki dunia Mei 7 mwaka 2025 kutokana na ugonjwa wa moyo katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam na mwili wake kupokelewa kwa heshima ya kijeshi mara baada ya kuteremshwa kutoka kwenye ndege hiyo. Mapokezi hayo yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa serikali wakiongozwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera, bunge na uratibu William Lukuvi, kabla ya msafara kuelekea Mwanga katika kiwanja cha CD Msuya kwa ajili ya ibada na kutoa heshima za mwisho kwa wananchi wa eneo hilo. Baadaye mwili huo ulipelekwa katika shule sekondari Kilaweni huko Usangi wilayani Mwanga na hatimaye nyumbani kwa marehemu kijijini Chomvu kwa maandalizi ya maziko hii leo Mei kumi na tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mazishi yamefanyika katika makaburi ya familia yaliyopo Usangi Kivindu, ambako ndiko hayati Cleopa Msuya alipozaliwa na kukulia. Viongozi wa serikali, viongozi wa dini na wawakilishi wa taasisi mbalimbali wamehudhuria katika ibada ya mazishi hayo ambayo imefanyika kwa heshima kubwa kwa kiongozi huyo aliyelitumikia taifa kwa muda mrefu.